Leo tumempeleka mteja wetu wa Canada kuchukua hati na familia yake, amefurahi sana, maana hakuamini. Story time, mshawahi kupata mteja ambaye anaamini to the extent ya kufanya payment kwa miaka mitatu bila ya kuona bidhaa anayolipia? hmm. Sasa hapa alikuwa anasign documents za hati za ofisini. baada ya kupata hati yake, hapo alikuwa anaelekezwa wapi pa kusign. Tulivyo kumaliza kusainisha ikawa sasa safari ya kwenda kuona viwanja vyake. Hello good people, hii ni Oasis vlog, na leo tupo na mteja wetu all the way from Canada, alinua viwanja vyake viwili really bila kufika site, na leo tunampeleka site. Sasa kulikuwa kuna huu mradi wa kwanza ambao ni Kigamboni Cheka. Hapo alinua cheka kiwanja kwa siku ya mita elfu moja mia nne na kumi na hayo ndio mazingira ya site na alikuwa anaonyesha mipaka yake. Huu mradi viwanja vyake vyote vishaisha hasa hapa na palikuwa barabarani pia, na nilikuwa nataka niwaoneshe si um, barabara inavyoenda kuanzia kuanzia huko juu mpaka alivyokuwa inaenda moja kwa moja mpaka kule site. Jamani, hapa Kigamboni kwa Cheka, huu mradi ulipendwa yani, ukisikia z zimependwa, huu ulipendwa. Baada ya hapo, tukiona mradi wa pili ambao Kigamboni Kibiji kwa Chale, hapa alinunua viwanja na alipomaliza kulipia alitumia documents za hati akazijaza na akazirudisha na process ikaendelea mpaka akapata hati yake. Viwanja vyote alilipia kwa miaka mitatu na alipomaliza alipata hati yake. Na hayo ndio mazingira ya site umradi bado na viwanja. Mradi wa mwisho kabisa ni Kigamboni Kimbiji 6 kwenye umradi walienda kuulizia price na hapo tulikuwa gorofani for a better view, yani huku kama kunaenda kuwa kama Masaki. Very soon. Anyways, kama ni diaspora au Mtanzania unayotafuta ardhi Kigamboni kwa bei nafuu tupigie simu sisi Oasis Real Estate, tupo kwa ajili yako tunapatikana Bamanga, Dar es Salaam. Na tune in and follow in our pages, tutahakisha ja kwamba tunapost vlogs every almost like twice a week. Kwa jamani, don't miss out on the vlogs. Vlogs ndio zina vitu vyote ambavyo zitaonyesha zaidi kuhusu mradi. Karibuni tena.